Habari, karibu tena wakati mwingine katika chaneli pendwa hii ya Safari ya Afya. Wengi wetu tumewahi kuhisi maumivu ya ghafla kwenye misuli hasa ya paja, mguu au hata mikono, ile hali ya misuli kukaza ghafla ikawa ngumu na chungu kiasi kwamba unashindwa hata kusogeza kiungo. Leo tunaeleza kwa undani, kwa nini misuli hukaza na ni nini cha kufanya unapopata hali hiyo. Misuri ni kama kamba hai zinazounganishwa na mifupa yetu. Kila tunapotaka kusogea, kutembea, kukimbia au kuinua kitu misuri hukaza na kulegea kwa mpangilio maalum. Lakini wakati mwingine misuri hukaza bila hiari, kwa nguvu zaidi ya kawaida. Hapo ndipo tunasema mtu amepata krampu au kukaza kwa misuri. Sababu ya kwanza ni ukosefu wa madini muhimu mwilini, hasa madini kama potasiamu kalsiamu na magnesium. Madini haya husaidia kutuma ujumbe wa umeme kati ya mishipa na misuli. Ikiwa mwili hauna kiwango cha kutosha, misuli hupokea ishara zisizo sahihi na kuanza kujikaza bila mpangilio. Sababu ya pili ni uchovu wa misuli. Unapofanya mazoezi makali au unapokuwa umesimama au umekaa muda mrefu bila kubadilisha mkao, misuli huchoka. Hii inasababisha mzunguko wa damu kupungua kwenye sehemu hiyo na misuli na kosa oksijeni ya kutosha, jambo inalokuja kupelekea ama kusababisha kukaza. Sababu nyingine ya tatu ni pamoja na upungufu wa maji mwilini. Tukikosa maji ya kutosha, uwiano wa madini mwilini hubadilika. Hali hii huathiri utendaji wa misuli na kufanya iwe rahisi kujikaza ghafla. Ndio maana watu wengi hupata cramps usiku au baada ya kufanya kazi kwenye jua kali bila kunywa maji ya kutosha. Kigezo kingine cha nne, sababu, masababu ya nne ni mtiririko hafifu wa damu, hasa kwa watu wenye magonjwa ya mishipa au kisukari. Damu inaposhindwa kufika vizuri kwenye misuli, tishu hizo hukosa virutubisho na matokeo yake misuli hukaza au kuuma mara kwa mara. Kigezo kingine cha tano, na kwa baadhi ya watu kukaza huka kwa misuli kunatokana na mkao mbaya wa mwili au hata mfadhaiko ama stress. Unapokuwa na msongo wa mawazo, mwili wako hutengeneza homoni zinazofanya misuli ibaki katika hali ya mvutano muda mrefu hasa shingoni, mabegani na mgongoni. Sasa tuchambue nini cha kufanya unapopata misuli inayokaza. Kwanza, simama au nyoosha eneo lililokaza polepole, usilazimishe. Ufanya hivyo mara kwa mara taratibu hadi maumivu yapungue. Pili, kunywa maji au kunywa kinywaji chenye madini kama maji ya nazi au maji ya chumvi kidogo. Tatu, fanya masaji ya pole ambayo husaidia damu kutiririka vizuri kwenye misuli. Na baada ya hapo, hakikisha unapata usingizi wa kutosha na lishe yenye matunda, mboga na protini kwa ajili ya kurejesha nguvu za misuli. Kwa hiyo kukaza kwa misuli si jambo la ajabu, ni ishara kwamba mwili wako unajaribu kukwambia kitu: umepungukiwa maji, au umepitiliza mazoezi, au unapaswa kupumzika. Ukisikiliza ishara hizi mapema, unaweza kuepuka maumivu na kurudisha mwili wako kwenye hali ya kawaida. Asante kwa kusikiliza. Mimi ni Dr. Lucas na hii ilikuwa ni kuelewa kwa nini misuri hukaza na jinsi ya kudhibiti tatizo hilo kwa njia rahisi na salama.